Hatutaki maandamano, hatutaki maandamano, hatutaki maandamano, hatutaki maandamano, na tunamfuata sisi wenyewe, tunapeleka kituoni. Tunamshukuru sana mwenyekiti wetu kwa kutupa opa, kutupa pikipiki sasa. Kwa sahivi bodaboda tutakuwa matajiri. Tunamshukuru sana mheshimiwa Majina anaitwa Ayubu Tembo Kimbotela Mwakembe, dereva bodaboda. Ni kijana kama vijana wengine wanaoendesha bodaboda na wasioendesha bodaboda. Nashukuru kwa safu yote ya ulinzi kata hii ya Kiwira na viongozi wote wa ngazi za juu, wabunge, mheshimiwa diwani Mama Samia kwa fursa hii hapa aliyotupatia na kuweza kutusikiliza vijana, tunawashukuru sana kwa hilo, kwa sababu vijana, tuna changamoto nyingi sana ambazo tunakutana nazo, na hizo changamoto hatupendi. Na hata maandamano, vijana wa Kiwira tumeyakataa na hatupendi. Tunapenda kuwa wamoja, tukaishi pamoja tukafanya shughuli zetu za kijamii e, maandamano yaliyowahi kutokea yaliyopita kuanzia tarehe 29 yametuathiri sana kiuchumi, kwa sababu kama vijana tulishakuwa ni watu wazima, tunajitambua, tuna familia. Yameathiri mambo mengi sana mpaka kwenye hali ya familia yetu. Hata kwa kutuletea fursa hii hapa ya mafunzo, tunawashukuru sana kwa sababu bodaboda, tuna familia, tunasomesha na watoto e, kipato chetu kiko chini, kiko chini sana lakini kwa mafunzo ya walituletea kwa gharama ndogo, mimi nilikuwa naomba hata wenzangu wengi wa bodaboda waweze kujitokeza wote, tukaweza kupata hizo fursa. Sisi hatutatoka kuandamana, na kijana yeyote atakayetoka kuandamana, sisi wenyewe tutakuwa wa kwanza kupambana naye, na sisi wenyewe ndio tutakuwa wa kwanza kukemea hili jambo. Na kwa majina, anaitwa Moses Augustino Mwipopo ni mkazi na mzawa wa kata Awali ya yote nipende kuishukuru serikali inayoongozwa na, na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niweze kushukuru serikali hii maana imeweza kutupa fursa sisi kama vijana ambao tunahusika na swala zima la usafirishaji yani bodaboda hapa ya tupo bodaboda tu tupo, tupo e, wa, wanausafirishaji wa aina mbalimbali hadi wa magari wote wa e. Awali ya yote, nipende kuzungumza habari ya maandamano. Sisi kama e, wanausafirishaji tunapinga swala zima la uwepo wa maandamano ya tarehe tisa kwani ni moja e, ya vitu ambavyo vinaweza vikaturudisha nyuma nikiangalia eh, nikiyatazama niki, niki maandamano yaliyofanyika tarehe eh, 29 mwezi wa kumi, ni maandamano ambayo sisi vijana eh, tuliweza kuathirika hususani katika masuala ya kiuchumi, lakini pia ukija hata masuala ya miundombinu, miundombinu iliweza kuharibika, lakini pia watu waliweza kuibiwa eh, bidhaa kwenye maduka. Kwa kuna maandamano ambayo yanatangazwa kupitia mitandaoni kwa watu ambao hawana akili kidogo, naweza nikasema. Ee, mimi sishawishi kuwepo kwa maandamano ya tarehe tisa kwani tunajua changamoto ambazo zilitukuta kipindi cha eh, tarehe 29 mwezi wa kumi. Ombi kwa vijana ombi kwa vijana ni kwamba tarehe tisa tuweze kuendelea na shughuli mbali mbalimbali ambazo zinatuingizia kipato kulikoni tukaingia kwenye maandamano iwo mwarunenge na neno la kwanza kwanza la shuuganza kwa niaba ya wanachama wote kwa pa bodaboda pamoja na vijana wote kwa ujumla. Tunasema asante sana. Najua kuna changamoto nyingi amezisikia kupitia kwetu sisi wana bodaboda, hilo nimwombe lazi kwamba tusamee bure tulipokosea atusamee pia, anapoenda kututetea Mungu ambariki na akamwongezee zaidi anapotota na kutupa sisi vijana wakati akwila ya bodaboda boda. Kwa swala la amani, Mheshimiwa Marunenge, amani ipo na maandamano hayapo, vijana wamekubali. Kwa jinsi mulivyotutembelea na kutuelimisha, vijana wamekubali. Tunasema mkoa wetu wa Mbeya, ruku zinazochochewa na watu wanaotaka e, Kiwira isikarike, umeongea hapa, hizo hamuzihitaji, na mimi nasema kama hamuzihitaji basi mtakuwa umesonga hatua nyingi sana na sio hatua moja kwa sababu mtakuwa mnashikilia mambo makubwa ya kujipatia kipato na kujiletea maendeleo nyinyi pamoja na familia zenu na mkoa mzima kwa ujumla, kuliko kuharibu miundo mbinu ambayo sasa. Mkiharibu kama hujapata e, kulipa kodi, ina maana sasa, ile, ile, ile miundo mbinu itatengenezwaje? Naona jinsi ambavyo sasa tunakuwa tunakwenda kinyume. Yaani barabara inakuja afsi tunaichoma. Sasa fedha gani itakuja tena? Kwa hiyo inabidi tufanye kazi ya ziada kuongeza eh, eh, kipato na kodi ili tutengeneze barabara yetu. Kwa hiyo lazima ili kwa wale ambao sasa wajakaa kama nyinyi wanaweza kawa nafikiria hivyo, lakini nyinyi niwapongeze sana, mmekaa mkaona hapana, kwa sababu ya kuharibu barabara maki, barabara inatuletea maendeleo sisi na nchi jirani, lakini jambo lingine vurugu kama mnavyojua hazijengi wala hazileti pesa, si ndio? Kuhusu swala la maandamano, ni wasikilizeni, viongozi wote waliopita hapa wamesema hawataki hapa Kiwira kuanzia leo. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba viongozi wameongea vizuri sana na mimi ni, ni, ni, ni, ni, ni munge mkono kwamba maandamano ni taratibu zilizowekwa na sio jeshi la polisi ilioweka maandamano pana, ni sheria kupitia wabunge wetu au kupitia wawakilishi wetu wakapeleka kwamba kuwepo na taratibu za maandamano. Lakini sasa maandamano ukiwa unataka kuyafanya, kuna taratibu zake, unaomba kibali kama alivyosema, unapewa kibali, tunakusindikiza sisi jeshi la polisi. Ili hata gari likija huko juu, naona kuna watu wanatembea. Sasa yale mliyofanya, au wale ambao walikuwa wanafanya hayo, gari linapita, mara na mgonga huyu, mara inafanya hivi. Sasa hayo sisi hatutaki, na nimesikia Kiwira mmesema hayo wameyataki, si ndio? Hebu nisikie, kwa, kwa kauli yenu, maandamano hayo ambayo mnayasikia yinyi kwenye mitandao, je, ye mtashiriki mta kama amko tayari na mshiriki? Mimi niwapongeze sana. Ameokoka Ameokoka eh? Asante sana.